Tangu kuwepo kwa taarifa zisizo rasmi za kuwasili kwa rais wa zamani wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila mjini Goma wiki iliyopita, hali ya mivutano ya kisiasa imeshika kasi nchini humo. Serikali ya Kinshasa imetangaza hatua kali, ikiwemo kuanzishwa kwa uchunguzi kuhusu makosa ya uhaini dhidi ya Kabila na chama chake. Hata hivyo, chama chake kimekosoa vikali hatua hizo, kikisema hazina maana, ni serikali tu kutapataba baada ya kushindwa kuwalinda wa Kongomani leo eh, katika mjadala huu ninaye mchambuzi Mali Ali akiwa mjini Paris. Eh, eh, Ali Mali bila shaka unanisikia wakati huu eh? Ndio nakusikia vizuri. Kwanza umeweza kufuatilia hali ilivyo Kongo wakati huu uh, mvutano huu uh, wakati bado nchi naweza kusema iko vitani, mapigano yanaendelea, unaleta picha gani ya kiuchambuzi wewe unafuatilia haya mambo yeah? Unanisikia vizuri, rudia swali lako kidogo, sija kusikia vizuri. Hali iliyopo sasa, tafurani hii kwamba Kabila karejea e, chama chake cha siasa kinatangazwa kupigwa marufuku na mengineyo e, yanayoendelea sasa a, wakati nchi bado haijatulia, Jamhuri ya, ya Kidemokrasia ya Kongo inaleta fikira gani kwa nyinyi mnaotazama siasa za Kongo? Kwa kweli hali ni ile ile ambayo ilionekana kwamba mlengwa katika matatizo haya ya mashariki mwa, mwa Kongo hivi sasa ni Joseph Kabila, na tatizo hili lina chimbuko lake kwamba tukikumbusha tu kwamba eh, Rais Kisekedi kuweza kufikia madaraka ilikuwa ni aliingia kwa wizi kwa kwa hila ambazo bwana Kabila aliweza kumtoa bwana Fayulu ambaye alikuwa ni mshindi halali wa kura na kumtangaza bwana Kisekedi kwa makubaliano yao na mikataba ambayo ilikuwa ni siri bila Kongomani kuifahamu. Kwa hiyo tatizo la ugomvi huu la watu hao wawili ndilo hasa lili leo linaonekana kwamba linakuja kutafsiri hali ya, u, ya vita mashariki mwa Kongo ikiwemo ni emu ishirini na tatu kikundi hicho ambacho kinatuhumiwa kama ni kikundi kutoka Rwanda kwa kusaidiwa na Rwanda pia na kikundi cha AFC ambacho eh, kinaongozwa na bwana Nanga ambaye alikuwa ni, ni, ni mkuu wa tume ya uh, uchaguzi eh, nchini Kongo na ambaye alimtangaza bwana Chisekedi kwamba ni, ni mshindi. Kwa hiyo ni kati ya hawa wawili waliopeana madaraka na shahidi ambaye ni bwana Nanga. Eh, inaonekana ugomvi huu kwa kweli utaendelea na, na na unaweza ukazidi hata mashariki mwa Kongo, na kama vile ambavyo tunavyoona sasa eh, kesi au mahakama sasa inaanza kufuatilia uchunguzi kwa sababu ya makosa ya jinai ya bwana Kabila na chama chake. Nadhani hii serikali inaenda sasa kuweza e, kukitafuta chama ambacho ni nguvu za kisiasa za bwana Kabila na labda kufikia hata kukifuta au kukisimamisha shughuli zake za kisiasa. Umesikia hapo. Uh, linaelezwa kwamba Kabila yupo nchini DRC, lakini si jambo la uhakika. Nimelizungumza hili katika utangulizi, kuna ripoti zetu kadha tumezitoa. Ni kweli kiongozi mkubwa kama Kabila Anaweza kuingia Kongo alafu isijulikane kwa kweli, kwa hali ambayo iliyoko na shutuma ambazo sasa ameshafanyiwa na serikali ya Kongo na kampeni na propaganda ambazo zinazomchafua Bwana Kabila hawezi kuingia Kongo tena kwa uh, mlangoni kupitia mlangoni, na ikiwa hata ingia Kongo kwanza ni kutafuta, anaingia Kongo kwa malengo gani? Lakini tukumbuke kwamba ni mtu ambaye alitangaza dhahiri shahiri kwamba anaunga mkono vita hivi vya vya M ishirini na tatu na kikundi hichi cha FC kinachoongozwa na Bwana Nanga, jambo ambalo liliweza kuwathibitishia wengi kwamba naye ni mmoja katika haya ambayo yanafanyika mashariki mwa Kongo, lakini pia kuingia kwake kunaweza kukaaminika kwamba labda ameingia kuweza ku ku kufanya labda uhusiano au kuweza kufanya mkutano na vikundi hivyo ambavyo tayari viko tayari kuweza kumwondoa bwana Tshisekedi kwa nguvu ikiwa kwamba bwana Tshisekedi atazidi kuwatishia maisha bwana Kabila na wanasiasa wengine e, kwa kuwa tu walimkabidhi madaraka na sasa akageuka nyoka wa kuararua. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo linawezekana, lakini uhakika wake bado ni mdogo, kwa sababu e, ukweli wa kuwa aliingia, kuna taarifa zinasema kwamba aliingia kupitia Rwanda usiku na akafanya kikao na mkutano na akamaliza na akarudi Rwanda, lakini ni habari ambazo e, ukweli wake na uongo wake unalingana uzito kwenye mzani. Tutegemee kwamba endapo kama Kabila yuko Kongo sasa kutakuwa na matokeo gani yatakayoonekana ya moja kwa moja? Alimali ikiwa e, yuko Kongo, nadhani matokeo yanaweza kaonekana labda ni kuzidi kwa mapambano, kwa sababu si si hatutarajii hatu kumwona Kabila kaingia Kongo kiuficho na kuikaa kimya bila kuona mabadiliko, kitu gani kinaendelea, labda kuzidi kwa nguvu za wapiganaji waasi, vikundi vya waasi viweze kudhihirisha nguvu zake, kwa sababu bwana Kabila ni mtu ambaye tayari ndani ya Kongo ana wanasiasa ambayo na wafuasi wake ana wanajeshi ambao walikuwa watiifu kwake. Kwa hiyo kwa ana watu wengi, tuna vyombo vingi ambavyo vinaweza vikamuunga mkono na kuweza kudhihirisha nguvu zake, ikiwa kama kweli karudi Kongo na kadhamiria kuweza na yeye kupambana na utawala wa Chisekedi, na kama bado hajarudi Kongo, basi nadhani hili pia linaweza kufikia kuwa fikira yake, kwa sababu tayari utawala wa Kinshasa E, unamwonyesha yeye ndiyo anaweza kuwa labda tuseme shaitani wa Kongomani hivi sasa, na mabaya yote ambayo yamewasibu wa Kongomani yanatoka kwake. Kwa hiyo hili hawezi kulikubali kama mwanasiasa mwenye jina kubwa. Uh, tukikumbusha kwamba ni rais wa pili baada ya Mobutu kuweza kuiongoza Kongo kwa muda mrefu. Kwa hiyo nadhani e, ataweza kupambana kisiasa na kuweza kuweka mazingira ambayo yatamrudisha katika njia ya, ya kisiasa na kurudi- na kurudisha haki yake, hadhi yake pia, na kuweza kuwafanya hata kuwalinda wanasiasa ambao ni wafuasi wake. Kwa namna unavyoeleza, kama itegemewe, pengine Rais Kabila anakwenda kuja kuwa rais ajaye wa Kongo, kwa hali ilivyo eh? Inawezekana ikiwa kwamba wataweza kupindua serikali, lakini hii inaweza pia kuingiza Kongo katika vita kubwa, kwa sababu Eh, ukitizama yale ambayo yanayozungumzwa kuhusu uraia wake, na ikiwa kwamba atakweli atatokea huku mashariki katika vita hizi ambazo tayari zimevikwa unyarwanda, kwa hiyo hii italeta shida kubwa sana kwa kweli kuweza kurudi kuwa rais wa Kongo, na nadhani hili ndilo haswa aliweza kuhofia hata wakati aliyoacha madaraka na kuweza kumweka mgombea Bwana Ramazani Shadary katika chama chake, ni kwa sababu ya hali ambayo ilikuwa tayari inatishia vita vya wao kwa wao na kuweza kuonyesha kwamba Bwana Kabila ikiwa ataendelea kuwa rais basi kutakuwa vurugu ndani ya Kongo na nchi itaingia kwenye usalama mdogo. Kwa hiyo ikawa yeye ye, hayuko tayari kabisa kuweza kuendelea, na ikiwa atarudi kwa mfumo huu wa kupitia vita, nadhani itakuwa ni hali ambayo ni ya kusikitisha na amani nchini Kongo itakuwa ni kitandawili, labda aweke nguvu ili arudishe mazingira ya mazungumzo na amani ipatikane kupitia mazungumzo, na yeye ye, akiwa ni mshiriki mkuu katika mazungumzo ali mali. Eh, studioni inapozungumza hivi sasa tuna tatu Karema, yeye alikuwa akitazama katika mitandao ya kijamii watu wanasema nini. Unavyosikiwa hivi, watu wanapata nguvu ya kuuliza maswali kuhusiana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wakati mwingine kutoa maoni yao. uh, uh, tatu una nini? Nam, hapa namuona Manuel Konas Lubisa anasema, kurudi kwa Kabila kunaitikisa serikali kwa sababu anajua baadhi ya mbinu alizotumia kumweka madarakani rais wa sasa. Kabanzi Jean yuko Kongo yeye, huyu anasema ndio, kurudi kwa rais mstaafu Joseph Kabila kunaitikisa sana serikali ya Tshisekedi, haswa pale alipo mashariki mwa Kongo, maana Tshisekedi alimwambia Kabila anaiunga mkono ama naunga mkono waso wa m 23. Isaya Sambo mpenda amani anasema tatizo, waliopo madarakani hawana uhakika kutetea nafasi zao, ndio maana wanajaribu kufifisha wanasiasa ambao wanaonyesha nia ya kutaka madaraka. Haya ni mambo ya kawaida Afrika. Eh, umesikia bila shaka maoni mali hali, kama unasikia vizuri, ndio? Eh, tukiendelea katika hoja zangu hizi, kabila liandika kwa tarudi DRC na DRC inamhitaji, muhitaji. Suala hapa linalojia kichwani, kwa nini muda mrefu hivi amekaa kimya muda mrefu sana? E, kwanza tukumbuke tu kwamba ni mtu ambaye hata wakati alikuwa kwenye uongozi wa nchi alikuwa ni kiongozi ambaye si mzungumzaji sana, ana tabia ya kuikaa kimya, lakini ni mtu ambaye anaitafakari sana hali inavyokwenda na akiwa ataamua kusema au kuamua kutenda, basi anakuwa ni mtu ambaye kaisha tafakari nini atakachokizungumza na nini atakachokifanya, na hili nadhani ndilo hasa linawatia hofu serikali ya Kinshasa na kuanza kuhatahata na kuweza e, kutafuta kuki kuvuruga chama chake. Kwa hiyo hali kama hii ni lazima impishe Bwana Tshisekedi na serikali yake. Kwa uzoefu ambao tuliozungumza, Bwana Kabila katawala Kongo kwa muda wa miaka kumi na nane sasa, na, na, na, na, na pia na wanajeshi ana wanasiasa na ana wana wana mali nyingi ambazo e, zinaweza kuivuruga serikali na pia kidiplomasia, ni mtu ambaye amejijengea e, marafiki na na, na nchi kubwa ambazo zina nguvu. Kitu kama hichi kinaweza kumumisha Bwana Tshisekedi na kuweza kuhofia kwamba kurudi kwa bona Kabila katika ardhi ya Kongo inaweza kuwa ni hali ambayo italeta ita, ita shida katika serikali yake, na hata hatua ambazo serikali inaweza kuchukua za kuvuruga chama chake pia na kumtisha bwana Kabila pia, inawezekana kuwa ni katika malengo pia ya kumziwia asirudi, abaki nje ya nchi, na hii itawafanya wale ambao walikuwa wanamtegemea bwana Kabila kama kiongozi wao waweze kukata tamaa na kudhoofika e, na wakabadilisha misimamo. Maswali haya nataka wajibu kwa ufupi tu, malial hatuna muda mrefu. Ni kwamba taarifa zilisema kwamba Kabila ameingia Kongo, yuko Goma na anaweza kuwa chini ya ulinzi wa M23. Kwa duru zako, tathmini yako, jambo hili linawezekana, labda hilo haliwezekani? Na hata kwa ndoto haliwezekani? Na unadhani e, Kabila yupo katika safu ya viongozi wa hivi vyama vinavyoungana sasa hivi AFC na M23, ambavyo tunajua kuna nanga, kuna Bisimwa humu, na yeye anaweza kuwa nyuma ya hawa katika mwendelezo wa mambo kiwa yu muhimu kwa uhakika basi hawezi kuwa nyuma anaweza kuwa mbele ya hao lakini, mm, yumo katika hilo yumo. Kwa hiyo tutarajie kama mambo yatakwenda hivi, kuwe na chama cha siasa cha FC AFC na M ishirini na tatu katika siku za usoni Kongo kuelekea uchaguzi ujao. Inawezekana hilo likawa ni ndio lengo kubwa ambalo linaweza kumfanya Bwana Kabila kuweza kurudi mashariki mwa Kongo na kutengeneza chama ambacho kitakuwa sasa na kikundi cha uasi na ambacho kinaweza kuingia hata katika kinyang'anyiro cha kisiasa baadaye. Hakuna uhakika mpaka wakati huu, Kabila yuko wapi. Wanasema yuko Kongo, yuko Goma, katokea Afrika Kusini. E, mwisho kabisa anaweza kuwa wapi kiongozi huyu, nje ya bara la Afrika? Mi nadhani kujua yuko wapi si tija zaidi, lakini kujua nini anachokifanya Kongo, ndiyo lazima watu wajue, la hili liko wazi kama alivyotamka mwenyewe kuunga mkono harakati ambazo zinafanyika mashariki mwa Kongo, kati ya kikundi cha AFC na emu ishirini na, na, na, na tatu. Lakini kujua uko wapi, ni mtu ambaye labda anaweza kuwa anatembea katika harakati like, za kidiplomasia na kulikusanyia nguvu. Kwa hiyo kujua iko wapi kwa siku ya leo, kesho anaweza kuwa nchi nyingine, kwa hiyo sidhani kwamba ni sala linaweza kuchukua watu akili na muda wa kufikiria Kabila iko wapi hivi sasa. mali ali, ni kutakia kila heri na ni kushukuru kwa kushiriki kipindi hiki kuhusu hali ya mambo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.